My good people, mambo vipi, mko poa? Tunamshukuru Mungu, tumeanza kuuza, ni wiki ya nne sasa, tuko bado, haijafunga lakini, tumeanza kuuza. Tunamshukuru Mungu, soko lipo, ingawa linasuasua, lakini bado lipo, litachangamka tu, muda sio mrefu. Lakini wanaendelea vizuri. Kuna kuku wangu mmoja pale mguu umevimba, sijajua imetokana na nini Bidada Elisha, Elisha, kan kan ran. Nataka nimtoe hapa, nimweke hapa nje. Nimweke huduma kwa hapa nje, umeona. <coughs> mguu wake umevimba, sijajua tatizo ni nini, lakini wengine wanaendea vizuri. kuvua viatu, ingia pale, kamshike ule kuku pale, umeona. Eh, e, mshike leo. Nenda taratibu, nenda taratibu, siwasumbue sumbue so, sana yule nikaa chini zimmana, eh? yeah. Mshike mlete, mguu wake umevimba hapo. Shika vizuri, shika bawa zote ndio kamuumiza. Naona mguu, naona mguu hapa, u mguu hapa umevimba uh. Nataka nimweke, nimweke, nimweke hapa mweke nje halafu, mweke chakula nje peke yake. hata aweza mtiki ya humu ndani. Nawapenda sana. Mweke pale, mweke pale, weke pale pale, tawekea chakula kwenye beseni pale, atakula pale pale. Shika vizuri kuku, wewe, shika vizuri kuku, yeah. Usimtese, mweka hapo chini. Haya, mchotee chakula kwenye nani, kwenye nani, kwenye dumu sasa ndo tunaapa sasa. Mbona mnatia uchafu tena wandugu? Tuna hapa chakula session ya asubuhi. Session ya kwanza kunuta huo uchafu. Fanya haraka, alafu liweke vizuri, liweke vizuri. Dilingi hiyo sio ya hapa. Fanya haraka, fanya haraka. Unajaza sana kwa nini unajaza hivyo? Punguza chakula hicho, unataka ni mwage? We unaona, mwenye unamwaga mwaga chini hapo ni. Nie mi nawatolea uchafu naona. Oh, na sasa jamani, jamani sasa, basi mtanimwagia chakula changu nyie. tende kazi wadao. Kama ambavyo mnaona, broiler wako vizuri, na wanaendelea na chakula, wanaendelea vizuri sana. Mungu ni mwaminifu. Fugugeni kule wengine. Mungu ni mwaminifu sana na wanaendelea vizuri sana hapa sasa. Tunaomba Mungu tu wateja, tupate wateja na soko lichangamke. Tunawapenda sana jamani, muwe na siku njema, muwe na siku njema, muwe na siku njema. Love you so much.